Tuleke mahakamani ambapo aliyekuwa mbunge wa Kilome, Harun Mwau, alifika kizimbani mapema leo kutoa ushahidi kwenye kesi ya madai ya kuchafuliwa jina aliwasilisha miaka ishirini iliyopita dhidi ya gazeti moja la humu nchini. Mwau aliambia mahakama kuwa makala yaliyochapishwa na gazeti hilo kati ya Disemba 2004 na na mapema 2005 ilimhusisha kimakosa na ulanguzi wa dawa za kulevya, jambo alilosema liliharibu sifa yake kama mtumishi wa umma mwenye heshima na mfanyabiashara maarufu. Mwau anataka alipwe fidia ya mamilioni ya pesa kwa aibu aliyopata kutokana na taarifa hizo. Taarifa kamili ni katika kitengo cha mizani ya haki. Akifika mbele ya Jaji Profesa Nixon Sifuna, Mwau alisema kuwa hata ingawa jina lake alikutajwa katika taarifa za awali, lilianza kujumuishwa kwenye machapisho ya baadaye, jambo lililomlazimu kutoa tangazo kupitia gazeti akikanusha madai hayo. Jaji Sifuna pia aliambiwa kuwa Mwau, ambaye alihusika katika kesi nyingine za madai ya kuchafuliwa jina, hakuwa mkurugenzi wala mmiliki wa kampuni ya Pepe Limited wala gazeti la Daily lililotajwa kwenye kesi hiyo.

Kesi hiyo itaendelea kusikilizwa tarehe 12 mwezi Novemba mwaka huu baada ya Mwau kuifahamisha mahakama kuwa atapatikana tarehe 21 mwezi huu kwani atakuwa akihudhuria kikao cha kusikilizwa kwa kesi nyingine aliyowasilisha mahakamani ya kusitisha shughuli ya uajiri wa makurutu wa polisi. Kwingineko, mahakama ya kaunti ya Kilifi imemshtaki mzee mmoja kwa kosa la ulaghai wa shilingi milioni 165 kuhusiana na kipande cha ardhi kinachodaiwa kuwa cha familia maskini katika mpango wa makazi wa Chembe Kibaba Mche huko Kilifi mshtakiwa Armando Tanzini alikamatwa na makachero leo asubuhi nyumbani kwake katika eneo la Vasco da Gama pila mjini Malindi na kufikishwa mbele ya kimu mkuu wa Kilifi cha Sobulusa ambapo alikana mashtaka hayo. Organizing to have the passport deposited in court. The bond of 5 million with one surety, the prosecution to supply the defense with the statements within 14 days. Then hearing on 10th of December. Ruth Wamboi akiripoti Darubini